Mimi ni mtaalam kutoka katika shirika la Floresta Tanzania, shirika ambalo linashughulika na jamii kufanya kazi kubwa ya utunzaji wa mazingira pamoja na mambo ya kilimo kwa ajili ya kusaidia ukuaji wa uchumi katika ngazi ya kaya. Lakini siku ya leo tutakuwa na mafunzo kidogo na maelekezo ya namna ya kutumia madawa ya asili katika kilimo hai kwa ajili ya kupambana na magonjwa ya mimea pamoja na wadudu katika mashamba yetu na mafunzo yetu ya leo yatakuwa yakishirikisha wanafunzi kutoka katika shule ya sekondari Vuje, katika ukanda huu wa Shengena Mashariki, moja ya mikondo maji ambayo shirika la Floresta tunafanya kazi katika wilaya hii ya Same ndani ya mkoa wa Kilimanjaro. Katika mafunzo ya leo tunaenda kutengeneza dawa ya asili ambayo inaenda kutumika katika bustani yetu ya shule ambayo ina mboga za majani na katika mboga hizo kuna changamoto ambazo zinaonekana hapo, wadudu pamoja na ugonjwa wa kinyaushi. Kwa hiyo tutaandaa dawa ambayo moja kwa moja inaenda kwa ajili ya kutatua changamoto iliyopo shambani kwa wakati huu. Na dawa yetu ya leo ambayo tunaenda kutengeneza, tutakuwa na malighafi zifuatazo. Tutatumia mmea aina ya mnyonyo ambao ni kwa lugha nyingine tunaita mbono mika kwa ajili ya dawa ya fangasi na kinyaushi pamoja na ukungu, lakini vile vile ni dawa ambayo inasaidia kufukuza wadudu wanaoshambulia mimea, hasa inapokuwa katika umri wa kukua wanatoboatoboa, na hivyo tunapotumia mnyonyo unasaidia kuwafukuza. Na mmea mwingine ambao ni dawa ni Lantana kamara. Lantana kamara ina virutubishi vya nitrojeni kwa wingi pia inasaidia ukuaji wa mimea, lakini pia nayo ni dawa ya wadudu kwa ajili ya kuwafukuza ili wasiendelee kusumbua katika mimea yetu. Mmea wa tatu ambao tutakuwa nao kwa siku ya leo ni alizeti pori, nayo pia inatumika kama busta ya asili, na hii pia ni dawa ya wadudu, kwa hivyo inafanya kazi mara mbili. Kwa hiyo tunapokuwa na aina hizi tatu za mimea ambayo tutaitumia leo kwenye mafunzo yetu, kwa dawa hii tunayotengeneza moja kwa moja inaenda kutatua changamoto ambayo iko shambani kwa sasa, kwa sasa kwa maana ya ugonjwa uliopo wa kinyaushi pamoja na wadudu ambao wameanza kutoboa toboa mboga zetu pale kwenye bustani. Katika hatua za kutengeneza, kwanza kabisa ni lazima tuwe na vifaa. Mojawapo ni kinu kwa ajili ya kutwanga hizi dawa ambazo tutakuwa nazo, lakini vile vile na mtwangio ambao tunautumia kwa ajili ya kutwanga ili zilainike tayari kwa ajili ya kuloweka kwenye maji, ambapo baada ya masaa ishirini na nne zitaenda kutumika. Hatua ya kwanza wakati tunatengeneza dawa hii ni lazima tukatekate haya majani yawe madogo madogo. Kwa hiyo tutaanza kukatakata majani na ndio tuende kuyatwanga, na hii inarahisisha badala ya kuweka na vijiti vikubwa ndani ya kinu na ikachukua muda mrefu kulainika wakati wa kuitwanga, inasaidia tunapokatakata inalainika haraka. Hatua ya pili ni kutwanga. Kwa kwenye kutwanga, kila aina ya mmea ambao tunao tunatwanga kivyake. Kwa hiyo tunatwanga mpaka ilainike vizuri, na kwa mfano kama lantana ambayo ina mbegu zile, inabidi zitutwange vizuri ili na mbegu pia ziweze kutoa ile juisi yake ichanganyike na ile juisi ya majani ambayo tunaitafuta kwa ajili ya kirutubishi tunachokitafuta. Hatua ya tatu, baada ya kutwanga, kila moja inawekwa kivyake ili irahisishe kwenye kupima, kwa sababu wakati wa kuiloweka ni lazima tuweke kipimo kinacholingana kwa kila aina ya mmea tulioutumia. Kwenye alizeti pori kama tutatumia kilo moja kadhalika kwenye mbono au mnyonyo nao tutatumia kilo moja, na Lantana kamara nao tutatumia kilo moja ili kutengeneza uwiano wa virutubisho kwa kila moja, tutaiweka kivyake, na baada ya hapo hatua nyingine itafuata wakati wa kupima. Kwa kuwa tunafanya kazi na jamii ambayo wakati mwingine vitendea kazi kama mizani ni ngumu kupatikana tunatumia vipimo vya kienyeji kwa ajili ya kumsaidia asipate shida ya kutafuta mizani. Kwa hiyo kipimo ambacho tunatumia, tunatumia viganja vya mikono viwili ukiwa umeviunganisha pamoja. Ukichota viganja hivyo vikiwa vimejaa dawa ambayo tayari imekusha kutwangwa mara mbili, hiyo tunashumu kwamba ni kilo moja. Kwa hiyo kila aina ya dawa itapimwa kwa kutumia viganja viwili mara mbili, hiyo ndo tunaita kwamba ni kilo moja. Baada ya hapo zinachanganywa zote mahali pamoja, baada ya kupima tayari kwa ajili ya kulowekwa kwenye maji. Kwa kiwango cha dawa ya leo ambayo tumetengeneza hapa, tutatumia kipimo cha kilo moja moja kwa kila aina ya mmea ambayo tumetumia. Kwa kwenye alizeti pori tutapata kilo moja, kwenye mnyonyo tutapata kilo moja, lakini vilevile kwenye lantana kamara tutapata kilo moja ambapo kanuni ni kwamba kila kilo moja ya dawa inalowekwa kwenye maji lita moja. Kwa kama tutakuwa na aina tatu ya mimea na kila aina itahitaji lita moja ya maji kwa ajili ya kulowekea, maana yake ni kwamba tutakuwa na kilo tatu za dawa ambazo zitahitaji kulowekwa kwenye maji lita tatu kwa maana ya lita moja kwa kila kilo moja ya dawa, ambapo hiyo tutailoweka kwa masaa ishirini na nne. Baada ya masaa ishirini na nne dawa yetu itakuwa tayari kwa ajili ya matumizi. Lakini kabla ya kutumia, jambo la kwanza tunatakiwa kuichuja vizuri, tuikamue vizuri, na ili kuondoa zile chembe chembe ndogo ndogo ambazo zinaweza kuziba kwenye nozo, kwenye napsaki, nap wakati wa kutumia kule shambani. Lakini baada ya kukamua, tutapima dawa ambayo tulikuwa tumeiloweka. Kwa kila lita moja ya dawa tutaizimua kwa kuongeza maji lita mbili, tayari kwa matumizi kule shambani. Kwa hiyo tutaenda kunyunyizia shambani dawa ambayo tayari imezimuliwa kwa kila lita moja, tunaongeza maji lita mbili. Wakati wa kupiga dawa hii tunapiga kwenye majani, lakini unapiga pande zote mbili, kwa maana ya juu na chini, ili kupata wale wadudu ambao wengine wanajificha chini ya majani, lakini na wengine wanakaa juu. Kwa hiyo ukipiga kwa njia hiyo unawapata wadudu wote ambao wapo kwenye mmea kwa wakati huo. Lakini pia dawa hii unaweza ukarudia mara mbili kwa wiki kulingana na mashambulizi yaliyopo shambani. Kama mashambulizi sio makubwa, basi unaweza ukapiga mara moja kwa wiki na ukarudia kila baada ya siku saba hadi pale utakapoona kwamba mashambulizi yameisha. Faida zinazotokana na kutumia dawa za asili moja ni kwamba malighafi zinapatikana pale mkulima alipo, kwa hiyo nampunguzia mkulima gharama. Atumii gharama kubwa sana sana, ni muda wa kutafuta zile malighafi au mimea dawa ambayo anaitumia kutengeneza dawa za asili. Lakini faida ya pili ni faida za kimazingira, kwa sababu ni dawa za asili, haziharibu mazingira kwa maana ya kuua wadudu, lakini vile vile chakula ambacho tunazalisha kutokana na mimea ambayo imepigwa dawa hizi ni rafiki na ni salama kwa mlaji pia. Kwa hiyo kwenye nguzo ile ya afya inakuwa imegusa pia kule kwa mlaji, tunazalisha chakula ambacho kina ubora unaofaa kwa ajili ya afya ya mwili, lakini pia na afya ya akili.